Nikisemaga kijiwe nogwa, naonekana na nongwa hivi? Kweli mtoto jamani, unamnunulia kitabu cha kuweka mambo yake ya kumbukumbu, yeye anamjaza Zuchu. Yaani mtoto jamani, hii video hey, mi mwenye mpaka nimecheka. Maana zai Zai kijiwe Nogwa huwa anachekesha sana M kwenye hii video bwana. Kama tunavyojua Zuchu ana fans wengi sana yani, especially watoto wadogo wanampenda sana Zuchu. Itawekieni hii video, muisikilize mwanzo mpaka mwisho. Huyu bwana ni mtoto wa Zai Kijiwe Nogwa, huyu ni Zai Kijiwe Nogwa. Hapa alikuwa anatuonyesha kwamba kamnunulia mwanaye kitabu to make memories, yeye kaamua amuweke Zuchu. Haya mambo bwana, tulifanyaga kipindi kile, back in the days tunaweka wasanii, tunakatakata, tuna vikaratasi, tunabandika, wengine huwa wanaandika miziki and so on, eh? Mistari ya miziki wanaiandika kwenye idari zao kama hivi lakini huyu mtoto wa Zai Kijiwe Nogwa anaitwa Nadia. Yeye bwana, kamweka Zuchu afu naona kaandika mom and dad i love you <laughs> kwingine kaandika i can't live without you. Jamani, huyu kamzimikia Zuchu kindakindaki. Well, my beautiful people, hebu nisiongee sana, nataka muangalie wenyewe mshuhudie kilichomo humu ndani, na Zai kaongea nini kuhusiana na hii video everything. e, mwanaye alichokiandika humo ndani, kamjaza Zuchu yani, kamzimikia Zuchu, hasiki haoni mtoto haamiliki, yeye na Zuchu, Zuchu na yeye. i hope Zuchu atamuona. Well, guys tuangalieni kidogo hii video, then tutaendelea na mambo mengine. nikisemaga Kijiwe Nongwa anaonekana na nongwa Hivi kweli mtoto jamani, unamnunulia kitabu cha kuweka mambo yake ya kumbukumbu, yeye anamjaza Zuchu yaani mtoto, hebu kweli jamani, Zuchu kajaa humu hivi eh? nadi ya mwanangu hivi kweli unakwenda kumsoma Zuchu yaani, daftari kajaa Zuchu kweli jamani. Nikisema Kijiwe Nogwa naonekana nna hila, mara beautiful than nothing something, hivi kweli eh? maraikati sijui hapa kaandika nini, siu pivu siu pavu siu isi auti sijui ndo kamwambia auti. Huyu Zuchu hapa, nakwambia nakwambia, anampenda mama yake na baba yake. Kwa hiyo we mama yako Zuchu eh? Asante mwanangu, una akili sana hapa e, ndo kaona andike namba za wazazi hapa. Ndo umechola maua mwanangu, mwenyewe mwanangu mm. Zuchu atakuua Zuchu eh, yani Zuchu kajaa eh? na unavyojua tena mekiingereza mbwinduhu Mwanangu tena na hapa ukamweka tena zuchu ko eh? Hela zangu nazokupa ukana vitabu. Mama nipe kitabu niweke vitu vyangu, kumbe huyu mwana anamiliki zuchu. Sawa mwanangu, asante sana, ongera kwa elimu Nadia. Jamani, mmemsikia Zai eh? mimi kwanza Zai, ukiachana na haya mambo ya zuchu, nikisikia tu sauti yake mambo yake basi, mimi analikosha sana we mama. Yaani anauaga anajua sara kuchekesha, ana- ana take attention ya watu, alafu hatumiagi nguvu kwenye ku, kwenye kufanya komedi zake. Uh, nawezi kujua kama is this true ukisikiliza ile mambo ya Zai kijiwe Nogwa, huwezi kujua hii stori ni ya kweli jamani, au kaitunga au <laughs> ndo mambo ya uswazi yako hivo, lakini ya, lakin ya ndo hivo Okay, okay, tu okay. Tukiacha mambo ya Zai Kijiwe Nogwa pembeni, turudi kwa huyu mtoto wa Zai. Jamani ee, mw angalieni diary kitabu alivyokipamba kwa picha za Zuchu. Yaani hadi raha. Maua kidogo lakini Zuchu kamjaza, kaandika na maneno mazuri nae mwenye. Kama mnaona hapo jina lake anaitwa Nadia, mama yake kamtaja, lakini pia kwenye dayari yake ameandika Nadia, kitabu kimeandikapo welcome to my world love you all 2025. Zuchu bwana, ebu ebu muone huyu fani wako mtoto eh? mtoto alivyokuzimikia, mtoto mdogo Nadia eh, kutana naye mbu monge mawili matatu kwanza, lakini yeah, as we know Zuchu hana garo mbayo anaweza akamtafuta akadiscuss, especially ni mtoto tayari wa, wa sta kwa sababu za Zai Kijiwe Nogwa. Kama tunavyojua yeye ni sta, ni mchekeshaji na sasa hivi yuko kwenye industry ya movies. Tunamwona kwenye movies mbalimbali, sasa hivi anaigiza, so itakuwa ni rahisi kwao commit and hivo just to chat kidogo, ama ni fans wa Zuchu? Mnasemaje, hebu wekeni comment yenu hapo chini. Mnataka huyu mtoto akutane na Zuchu waongee mawili matatu ama vipi? On my side I wish for that to happen. Pia natamani ni muone huyu Nadia na mwenyewe yupoje? E, umri wake upi mpaka kamzimikia hivi Zuchu. Na sio yeye tu anaweza kufanya mambo haya, watoto wengi tunajua kwa nje wanampenda Zuchu, na kuna wapo ambao wamefanya mambo kama haya kumweka Zuchu na picha zake na nini. E, we fani wa hapa unaitizama hii video, we ulishae kumweka nani enzi zako? <laughs> ulisha kubandika nani e, kwenye dari yako ulimbandikaga nani? Mi tu nilikuwa naandika matukio mbalimbali yanayotokea, sikuwa na sikuwa nabandika sana wasanii, ila nikipata tukio fulani limetokea, nachukua naandika, yeah. And guys kama ikitokea Zuchu atakutana na huyu mtoto eh, na wakatuonyesha, basi nitakuja kuwaleteni hapa feedback kwamba bwana Zuchu alikutana na Nadia wakachati, wakaongea. Nitakuja kuwapeni hapa feedback ikitokea hivyo. Kama haijatokea, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anapanga kila kitu, ila bwana haters, uh, haters wakae pembeni kidogo. Zuchu anapendwa sana Zuchu ana fans wengi sana, naweza nikasema katika wasanii wa hapa TZ wanawake, yeye ndio anaongoza, yeye Nandy ndo wako on the top katika wanawake. Na nyimbo za Zuchu zinapendwa sana na watoto, kwa sababu kama mnavyozisikia nyimbo zake, yani sijui lolipopo, kuna shugar, mara afande yaani ni nyimbo zile ambazo ziko niseme kijamii jamii eh, nyingine za kitotototo, like mtu akisikia lolipop nini, basi vitoto vinapagaa, vinachachawa yani hivyo yani. Well guys thank you so much for watching. Subscribe, like and comment for more amazing video. Hebu angalieni tena hii video hapa itizameni tena. E, alafu mweke comment yenu hapo chini. Nikisemaga kijiwe nongwa naonekana na nongwa hivi. Kweli mtoto jamani, unamnunulia kitabu cha kuweka mambo yake ya kumbukumbu, yeye anamjaza Zuchu, yaani mtoto! Hebu kweli jamani, Zuchu kajaa humu hivi eh? Nadi ya mwanangu hivi kweli unakwenda kumsoma Zuchu yeye, daftari kajaa Zuchu kweli jamani. Nikisema kijiwe nongwa naonekana nina hila, mara beautiful is nothing man is something. Hivi kweli eh? Mara ikanti, sijui hapa kaandika nini, siu pivu siu pavu siu isi auti, sijui ndo kamwambia mm -hmm. Auti, huyu Zuchu hapa, nakwambia, nakwambia anampenda mama yake na baba yake. Kwa hiyo we mama yako Zuchu eh? Asante mwanangu, na akili sana we hapa eh, ndo kaona anaandika namba za wazazi hapa ndo umechola maua mwanangu mwenyewe, mwanangu Zuchu atakuua Zuchu eh, yani Zuchu kajaa eh? na unavojua tena mi kiingereza mbwinduhu mwanangu, tena na hapa ukamweka tena Zuchu k eh? mi hela zangu nazokupa ukan vitabu, mama, nipe kitabu niweke vitu vyangu, kumbe umw anamiliki ana Zuchu. Sawa mwanangu, asante sana, hongera kwa elimu Nadia.